Jamani, ya nini? ni ufe kijerumani na taishingoni. Huu ni mtoli, unatia nguvu mwilini, na hapa juu kuna tende, nadhani kazi yake unaijua. Wifi Amin, nimekuletea chakula utakula na kaka

Mtoto, huyu mtoto huyu mtoto wa jirani. Asante wa Yesu ila huyu hivi anajua kupika yaani kapika mtuli mtamu kaukonga moyo wangu. Nikipata muda nitamtafuta nifundishe kupika unazani? <laughs> atakuwa kapika yeye mama wake huyo. mm. mm. <laughs> Ila pia majirani zako wa huku ni wakarimu sana, maana hata alivyonipokea nikajihisi amani sio ya kawaida. Ah, ni kweli naishi nao vizuri sana ndio inavyotakiwa hivyo, maana wanasema mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Ila kule ulipokuwa unakaa mwanzo, nilikuwa nikifika hm, wanaingia ndani, wanafungulia taarabu. Alafu sasa yule mama nyumba yako yule, hm, sijui alikuwa nakutaka yule, alikuwa akiniona

Pole kwa uchovu wa jana usiku. Nadhani pia utakuwa umeamka salama. Mbona unanipokonya kopo kabla sijamaliza kuchamba? Jamani, pupa ya nini? Nitajitambulisha tu, najua bado upo kitandani na simu yangu ndio imekuamsha. Naomba usimwamshe wifi, mwache apumzike Nitamtuma mtoto aje kuchukua vyombo ili nivioshe, mwache wifi alale. Sawa, yeah. Ndo mimi tabia, binti chumvi. Chema, mwanaume wa ndoto zangu kuishi, habari ya yako

Yani mimi mwenyewe hapa nimetoka Kariakoo kuchukua muvi. Alafu wiki hii mwanangu kuna mamuvi kibao makali yani latest test yani. Kampuni zile zile unazozikubali wewe. Kashisha Entertainment wametoa kazi, Korosho TV wametoa kazi, KZD2 wametoa, Makas Media wametoa. Baba, hapa nyinyi kuibia siri mzee. Nimechukua mpaka pilau. Ah, huo muda wa kuangalia movie basi nao. Unajua Okonko? Yule binti naona kabisa mapenzi kwangu vipi? Kwani amekuja tena? Ndio. Ah, unajua jana ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa ah, na mimi nilikuwa sijui kama ni tarehe tisa Januari. Sasa wakati narudi usiku nyumbani, kuna bodaboda ilikuja pale ikiwa imebeba kibox, kanikabidhi, ikasema kwamba imepewa na binti. Sasa katika kufungua, nikakuta ni keki ya birthday. Nikajua Janet ndo kaniletea ile, natoa simu kumpigia kumshukuru na kuta message ya tabia, ikiniambia happy birthday. Unajua ilinduaza sana sasa, nikaa najiuliza, ukajuaje siku yangu kuzaliwa? Lakini si ulisema uwaga unamwachia funguo ili aweze kukufanyia usafi. Inawezekana katika movement zake za kufanya usafi, labda akabahatika akaona kitambulisho chako cha NIDA au akaona reseni au kitu chochote kile ambacho kimeweza kumpa taarifa hizo kweli. Ah, nataka ah. Nifanye nini binti? Ah, Chema si mfanya anachotaka kufanywa. Mzee nazingua. <laughs> Ah, mwanangu, najua wewe ni ibilisi mama. Samahani, kuna jambo nataka nikushirikishe japo Yabu... Sidhani kama itakuwa ni vyema kukushirikisha, ila anyway, acha tu nikushirikishe, uenda huenda busara yako itasaidia. Mwanangu, labda tu nikutoe hofu, mimi ni mama wa kisasa, wenyewe mnatuita mama wa kidigitali. Kwa hiyo usiwe na hofu kuongea jambo lako lolote lile, wekuwa huru, ongea, niambie tu. Uh, nashukuru mama kwa kunipa nafasi Yeah. Kiukweli Tabia amekuwa na tabia mbaya sana na inanikwaza. mm. Ipi hiyo tena mwanangu? Mama, Tabia mie ananitaka kimapenzi na anatumia mbinu mbalimbali kunitega, na mimi nakuheshimu wewe kama mama yangu na namuheshimu Tabia kama dada yangu, kwa hiyo mimi nimekuja kukuomba ujaribu kunisaidia kuongea naye, ache hiyo tabia. Ah, mwanangu <laughs> hilo ndo linakuumiza yaani, hilo ndio inakufanya ukose ya amani wewe? Tabia sio alamu yako. kama anakuletea shobo, mpelekee moto, we mpelekee moto. Kwani wewe hujasikia yule mwanamuziki aloimba sasa hivi? ue mtoto kauta, mtoto kauta, mtoto kauta, we hujasikia? Acha uvivu, we mtoto wa kiume. hmm. Like mother, like daughter, brother. Yani nilijisumbua bure, kesi ya nyani kumpelekea ngedere. Unajua mambo nilikuwa naona kwenye tv tu, nikajua labda ni maigizo, kumbe yapo kwenye maisha <laughs> yani ya halisi. Hilo ndo linakuumiza, yani hilo ndo linakufanya ukose amani. Wewe tabia so alamu yako, kama anakuletea shobo, mpelekee moto We mpelekee moto, kwani we ujasikia yule mwanamuziki alioimba sasa hivi? We mtoto kauta mtoto kauta mtoto kauta, we ujasikia? Acha uvivu we mtoto wa kiume, brother. Nikisha kodi yangu na li mtaa. Kwa hiyo Chema unahisi kuama ndio solution? Ni bora niwe mbali naye tu. We unadhani Janeti akijua itakuwaje? Na ameshaanza kuwa karibu naye. Kwa hiyo kaka unataka kugairisha mapishi kweli? Kwa kukosa ndimu, mzee. Alafu mimi sijaona ugumu wowote kaka. Ugumu unauleta wewe mwenyewe. Mtoto kalilia wembe, mpe umkate, eh? Akijikata atalia, wewe utakuwa unambembeleza pole pole. Kaka vipi, sikia, kosa nililofanya siku ile sitaki lijirudie tena maana namheshimu sana mpenzi wangu Janet, sitaki ili jaribu linishinde. Chema chema, wewe oh, wajui mademu wa Mbagala Charambe, wewe wakitaka lao lazima liwe kama, unataka mahusiano yako yawe salama, akikuletea we ichape. tena kimya kimya kama mkinda wa Buguruni, maana ukiendelea kumkwaza huyo ndo atazidi kukuharibia. <laughs> Yani wewe choka wa mie mtaa huu akili zako na tabia zako zinafanana sana na watoto mtao, Chema. Chema wewe, utakuja kunikumbuka wewe baba. Ey, mimi nimemaliza na sitorudia tena mzee, eh eh. Tabia, kabla sijasahau mbona unaniaibisha? Na kuaibisha kwa lipi tena, mama? Yule kijana alikuja hapa Chema, huyo huyo analalamika, anadai kwamba unamsumbua mwanangu. Mbona mimi sikukufunda hivyo? Unaferi wapi, he? Mama, nimejaribu kufanya kila nilichojifunza kutoka kwako lakini wapi, amezidi kuwa mgumu, ila ana mchumba wake ambaye anatarajia kumwoa. Nahisi huyo ndo amekuwa kikwazo. Mwanangu, hakuna mti mgumu mbele ya shoka kali. Unajua mwanangu, we ni mzuri sana kama mama yako enzi zangu nilivyokuwa. Hilo jambo ni jepesi tu, acha nikupe mbinu